Fanya, ile turuti mbili. Nani afueni kwa wakazi wa Ntil Baragoi Samburu Kaskazini, kufuatia uzinduzi wa miradi uh, ya maji eneo hilo, miradi iliyofadhiliwa na mamlaka ya maendeleo katika bonde la Kerio na miradi hiyo inanuia kuwaondolea dhiki wafugaji na dhiki ya kusafiri mwendo mrefu kukata kiu ya maji. Mwanahabari wetu Bonfes Baraza anaarifu zaidi. <laughs> <laughs> Tayari mifugo na kata kiu ya maji katika eneo la Ntil Baragoi Samburu Kaskazini ikiashiria mwanzo wa ukurasa mpya kwa wafugaji wa Samburu Kaskazini waliolazimika kusafiri mwendo mrefu kukata kiu ya maji pamoja na mifugo wao. Samani, tulikuwa tunateseka juu ya maji, na saa hii tuko na maji. Hata wakati tulikuwa na shakula hata hatuwezi fika juu ya, ya maji. Tunatoka asubuhi tunarudi baadaye jioni. Safari ya wafugaji Samburu Kaskazini kukata kiu ilisheheni changamoto. E, samani hatuna maji kwa, kwa, kwa iiria. Wakinamama wanaenda asubuhi mpaka jioni kutafuta maji Arsim na wa, wanakutana na mandofu na manyoka njiani. Saa hisi tumesaidika na hii kampuni ya KVDA hii pali hii hapa ambao ambao hii maji iko leo yeah. Eh, akinamama wanasafiri E, zaidi ya masaa kumi na tatu kuja kutafuta maji hapa e, imajini mama ambaye ako na mtoto mdogo amejifungua, kusafiri hizo masaa zote kilomita karibu thelathini na kitu kuja kutafuta maji e, kawaida e, kwa sehemu hizi hii. E, mradi huu umepunguza sana kiu katika hii eria. Kando na hatua hiyo kusuluhisha uhaba wa maji, pia inanuiwa kuwa itazima uhasama wa mizozo ya maji miongoni mwa wafugaji water. Leo tuko sehemu ya Ntil ambaye ni Samburu North kuzindua miradi ambayo ni nne ambayo, eh, siko tayari na wananchi wanatumia miradi hiyo nikihesabu tuko na Oldepe, tuko na Soitingiro, tuko na Kileboi ambayo tulikuwa jana akiongozwa na Mheshimiwa wa eneo hili. Watu zaidi ya elfu tano watafaidi na miradi hiyo ya maji iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni kumi. Wakazi wa Ntil wanapopata fueni ya maji, masuala yanayotawala bongo za wengi ni hadilini, maeneo wa ya wafugaji yataendelea kushuhudia uhaba wa maji katika karne hii ya 21. Bonfas Barasa, runinga Citizen, eneo la Ntil, Baragoi, Gatuzi la Samburu. Naam, mtazamaji na